Jua haki zako na Benson Wakoli. Katika maeneo ya wafugaji wa kuhamahama nchini Kenya, mila na desturi bado zinaonekana kupewa kipaumbele kuliko elimu. Hali inayowafanya wasichana kuwa katika hatari kubwa ya kukeketwa wasichana wengi hukatizwa masomo na kulazimishwa kufuata tamaduni zinazokiuka haki zao, huku ukeketaji ukiendelea kufanywa kwa siri kubwa, licha ya juhudi za serikali na wadau kutoa elimu na kupinga marufuku ya tendo hilo. Takwimu za shirika la afya duniani WHO, zinaonyesha kuwa ukeketaji wa wasichana na wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49, bado ni tatizo linaloripotiwa nchini Kenya. Hii leo kwenye makala ya Jua Haki Zako tunaangazia namna tamaduni hizi zimeendelea kushamiri katika jamii za wafugaji wa kuhamahama, zinavyomnyima mtoto wa kike haki yake ya kupata elimu, ya kuishi bila unyanyasaji. Mimi ni Victor Muturi. Katika kijiji cha Otha kilichoko kaunti ya Isiolo nchini Kenya, nakutana na Aisha, si jina lake halisi, akiwa anachunga mifugo. Aisha ni miongoni mwa wasichana waliotoroka ili kuepuka kukeketwa na anasimulia masaibu yaliyompata. Tulikuwa ni holiday, tulienda ushago na management zangu zote, tulienda huko. Tukaambiwa tukwende tunywe maziwa tuone wanyama, tukaweka kwa gari, tukaenda kwenda huko, walikuwa wametudanganya. So tulikuwa watu kumi na mbili management Kuingia kwa nyumba tumeona wamama wamejipanga, mtu anashikwa na nguvu, ya kwanza akakatwa, wa pili akakatwa, nikoona vile wanakata ni mama ambaye, ni, ni aoni ni kipofu, aoni mbele mimi, so, so nikapata chance nikatoroka moja. Hata walinikimbiza walishinda kunikuta. Hadi sasa hivi wazazi wako walichukuliaje kama vile ulitoroka? Kati ya wale walikuwa wamenini mimi nilikuwa na, na, kidogo napata ufahamu niliwambia mkijaribu kunikata mimi ni raiti yangu nitende ni wastaki kwa polisi. Wazazi wako walikuwa pia wanataka ukakatwe? E, hiyo taimu wajua wajaelimika ni watu wajasoma na wanasema ni utamaduni ni culture, ni, ni ni dini religious. So ni lazima tukate na wanasema ni suna kwa dini yetu. Sasa hivi wazazi wako unaishi na wao sahii? Mimi naishi nawao lakini wameshaelimika lamskia mambo ya FGM wameshaelimishwa hata kama wajasoma. Hawa wasichana majimenti yangu wote wameadharika, wengi wameolewa, wengine wa, wa, maali akuzaa, wakakufa una, wakati yakuza mtu na wakati wanatayari mtu wana bleed sana wanamagia hiyo maali ya kinonda, kitu inaitwa vulva. Hiyo kinonda sasa wakati nashikana kuzaa msana na anashinda kujifungua anakatwa operation wangine yu maali jifungui, yani expand, mtu anakosa hapo maisha na wengi mali yao imepunjika. Sasa aanaume umshaolewa, mi wanaume wamenikataa, kwa sababu baba anataka mahari mingi, ama drop out. Nime drop kutoka shule, baba pia anasema sina school fees. So mi ni msichana nikae tu nyumbani nilete mahari wanasema, so kazi za nyumba, naenda nachunga mbuzi. Mimi sijakeketwa, am a survivor, nashukuru Mungu. Kisa cha Aisha ni mfano tu wa changamoto zinazowakumba mamia ya wasichana katika kaunti ya Isiolo na maeneo jirani, kutokana na tamaduni zinazokiuka haki zao za msingi. Hawo Bonaya, ajuza kutoka kijiji cha Bulabao, anasisitiza kuwa wasichana wanapaswa kuendelea kukeketwa kulingana na mila na desturi za jamii hii. Dubinda Habari hiyo ya kutokeketa wasichana haijafika hapa kijijini. Hao maafisa wa hapa wanaitwa huko mbele, wanaambiwa habari hizo, lakini hawaji kuambia watu wa mashinani kwamba wasifanye ukeketaji. Sisi hii ni kimila yetu, na mwacha mila ni mtumwa. Mila ni kitu sisi tumezoea, tumeishi nayo hiyo miaka yote na hakuna kitu kimetuathiri. Kwa hivyo tukiacha hiyo mila, tutakuwa watumwa. Kwa hivyo hatuko tayari kuacha mila yetu. Msichana mwenye hajakeketwa si msafi. Mama yangu alikeketwa, nyanya yangu pia alikeketwa. Kizazi cha kitambo walikuwa wanakeketwa, na ni kwa ajili ya usafi, na mwenye hajakeketwa anatuhumiwa na kuambiwa amekataa kutii mila yake. Kwa hivyo hatuoni sababu ya kuacha. Bonaya anadokeza kuwa serikali haijatoa elimu ya kutosha kuhusu madhara ya ukeketaji wala ya kuelezea kwa wazi sababu zinazopaswa kuifanya jamii iache kuwakeketa wasichana. Ukeketaji unaendelea na sababu ambayo inafanya tunakeketa, hakuna habari nzuri ambayo tumepata ya kufanya tusikekete. Mimi mwenyewe nilikuwa na wakeketa wasichana na hata kuwazalisha kina mama. Ndio watu wanasema tusikekete, serikali pia inasema tusikekete, lakini hawatuambii madhara yake kamili ni gani. Kwa hivyo hakuna habari nzuri tuko nayo ambayo itafanya tuache kuwakeketa wasichana. Mbenu, kisa mbenu, kisa. Kwa mujibu wa mashirika yanayotetea haki za watoto nchini Kenya, ukosefu wa elimu miongoni mwa jamii za wafugaji wa, wa kuhamahama ndiyo sababu kuu inayochangia kukandamiza haki za wasichana na hata kina mama. Rukia Wako, mkurugenzi wa shirika la Women for Change Initiative katika kaunti ya Isiolo, anafafanua swala hili. Mambo ya kusomesha mtoto msichana bado wafugaji hawajaikubali kabisa na akili yao, kwa sababu eh, girl child bado wanaiona ni binadamu ambaye ako kwa hadhi ya chini. Mtoto msichana wanajua akisomeshwa ataolewa na atoke kwa hiyo boma, they take it that way. alafu climate change pia imeaffect mambo ya girl child education, kwa sababu eh, wakati kiangazi inakuja na inaharibu mifugo, baba akikosa mifugo na ako na mtoto msichana nyumbani hana wasiwasi wasi mingi kwa sababu ataoza huyu msichana na apate ng'ombe apate mbuzi na apate ngamia. Hata hivyo Wako anasema kuwa kukomesha ukeketaji katika jamii hizi huenda kukachukua muda mrefu kutokana na changamoto zilizopo. Hawa wazazi ambayo ni wazazi wa wasichana wanakuuliza, sisi tunalea watoto ndio waolewe ndio watosheke watoshelezwe na hawa vijana ilhali hawa vijana wenyewe wamemalizwa na miadarati. So wasichana wetu watatoshelezwa na nani? Na nyinyi mnatuambia musikate wasichana. Hiyo ndio kizungumkuti ambaye sisi pia tumeshindwa kupata majibu. Ni kweli miadarati imekita Isiolo, hawa vijana wadogo ni kama wote eh, wamekuwa wametumbukizwa kwa hii hali. Ingine ni wazee ambayo wanatuwekea sheria, the same elders ndio wa mama yao ndio wanakata wasichana. So utaongoja aje huyu mzee he enforce hiyo traditional law, aseme ni sheria ndio imesema wasichana wasikeketwe, na bado he is also indirect beneficiary, kuna faida anapata mamake, ki akipata kitu si so? Unaona, takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa visa vya ukeketaji wa wasichana na wanawake wenye umri wa miaka kati ya 15 na 49 nchini Kenya bado vinaripotiwa rasmi. Hata hivyo, kwa mujibu wa idara za serikali katika maeneo ya Isiolo, licha ya juhudi za kukabiliana na ukeketaji, tendo hilo sasa hufanywa kwa siri kubwa, ili kuepuka mkono wa sheria, kama anavyoelezea Siad Wanga, naibu chifu wa kijiji cha Tuloloba kaunti ya Isiolo. Communities ama jamii ambaye wanachukua shuka eh, kama FGM as cultural practices, some of them wameshindwa kuweza kwa sababu wanadai ile culture yao. Na communities pia wanachukua culture, wengine wanachukua culture kama kidogo ni, ni dini. Wale ambaye wazazi wale fuse wanafanya hii kazi ni wakati wa Desemba, ndio wanapeleka watoto wao wasichana wao kama wanadai wanaenda likizo sehemu Sericho, sehemu Marti, sehemu Garbatula. Wakipeleka sehemu kama hii then wakisema wakidai wanaenda likizo then wasichana wakifika huko basi hiyo kitu inafanyika. Tumechunguza, tumejua kwamba wale wanafanya hii kitu ni still mamama ambaye kwamba wako elderly, wale ambaye wako kubwa kubwa wanafanya hii. Tumekaa na mama Tumeambia some of them wakiendelea kufanya hii kitu hata kisiri, so tuto, tuko kufanya mbinu zote kusimamisha hiyo vitu. Kwa wasichana kama Aisha, ndoto ya kupata elimu na maisha yenye heshima bado inapitia vizingiti vikubwa vinavyochochewa na tamaduni potovu. Hata hivyo, juhudi za wadau, mashirika ya kutetea haki za watoto na serikali zinaendelea kushika kasi ili kuhakikisha msichana wa jamii za wafugaji anapata nafasi sawa ya kujifunza na kuishi bila hofu ya kukeketwa. Nikiripotia RFI Kiswahili kutoka kijiji cha Ota, kaunti ya Siolo, mimi ni Victor Muturi.